Salamu alaikum mtazamaji wa Kiyaga TV, leo tuko na mwenye TV yake, kwa hiyo tunahitaji heshima kabisa, adabu na tadhima ziweze kuzingatiwa. Uh, Dr. Kiyaga nafikiri, nimekutembelea tena ofisi zako, lakini leo mtaani kwako au karibu na mji wako kuna changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo, swala zima la ujenzi wa msikiti wa Masjidi Nur. Wewe kama mkazi wa maeneo haya wa Dondwe, umelipokea vipi swala la, la Masjidi Nur? Kwanza, asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashukuru mwandishi. e, mimi niseme kwanza, swala la msikiti ni kweli, tuna tunaabudia sehemu ambayo ni lok, ni sehemu ambayo kidogo iko chini sana ya shida, na sio hivyo tu, hata hali ya kikawaida kwa huku kijijini mm. Ni kweli sio kwa sababu tuko kijijini labda tuko pembezoni mwa mji wa Dar es Salaam tuonekane kwamba ni shida kidogo, lakini kwa kwa watu ambao wako huko nchi tofauti tofauti na watu ambao wako mjini Dar es Salaam wenye uwezo wote, mikoa yoyote dunia kwa ujumla, e, sisi Waislamu ambao tuko huku Dondwe tuna adhabika kwa sababu ya msikiti. Pa kuabudia pa kuswalia ni sehemu rok sana, ni sehemu ambayo sio sahihi. Kwanza kuna, kuna hatarishi nyingi sana za kikawaida kama wanadamu kwamba ile nyumba kama vivyoiona imesha kufa mmeona, maana yake kama tofauti za kufa za miaka mingi miaka mingi sana, bado hata sisi wengine tujahamia huku vijijini huku, lakini leo tayari tumekuta ile hali kwa sisi tumejitahidi kama vile ulivyoona pale ile msingi, sasa na nini sasa, kwa kupambana hapa na pale sasa, kwa mimi naomba tu kwa kupitia TV na ndugu zetu ambao mna subscribe huko mna followers wetu rafiki zetu majamaa wa nje na ndani nchi yoyote jamani, watusaidie kusapoti msikiti wetu E, watusapoti, watupush msikiti, sio kwa sababu ya sisi, ni kwa sababu ya kizazi chetu, na waislamu ni umma Muhammad, ndio ambayo unatakiwa uabudie pale. Si hatujengi kwa sababu ya sisi, tunajenga kwa sababu ya kizazi na kizazi, generation to generation. Kwa hiyo kinachofanyika mimi nilikuwa naomba msaada, watusaidie waislamu, e watusaidie, na ambao sio waislamu, waisani wajitokeze, watusaidie, watusapoti sehemu ambapo tulipofikia kwa sisi wenyewe imekuwa ni mtihani sasa. Mimi kama chifu kama Kiaga mwenyewe Uye, alafu leo tunabudia pale na sifa inakuwa ndogo Uye. Yani, na hadhi yetu inakuwa sio nzuri, inashuka ndio maana tumepambana, tumepambana ikaona pana, kwa nini tusiwafikishie wadau huko so, so, watusapoti Umeona, kila mwenye, mwenye roho ya imani, mwenye upendo na dini ya Kiislamu, mwenye upendo na watu ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, kwa sababu mtu, mtu mwenye moyo wa kumcha Mwenyezi Mungu anakuwa sio muharifu kiserikali. Eh, kwa hiyo sisi tunaomba msaada sana katika eneo la msikiti wetu katabati uendelee. Nafikiri viongozi na nini na mawasiliano na namba ziko hapo, namba zangu, namba za viongozi wote na kila kitu, kamati nzima ya jumla ya msikiti zote, namba zitakuwa zinaonekana hapo kwenye TV yetu, watusaidie. E, kama Dr. Kiyaga nafikiri yeye mwenyewe amenyosha, kwa hiyo sihitaji sana kuendelea kutiatia maneno mengine kwenye hilo. Amezungumza vitu vingi sana kupitia Masjid Noor. Nafikiri umemsikiliza na wewe kama mtazamaji wa Kiyaga ambao uko nchi yoyote katika dunia hii pepeni ya dunia hii, changia Masjid Noor kwa kuhakikisha waislamu wa Dondwe wanaswali sehemu sahihi. Huko tumemaliza tulikuwa tuna na kama tuna kazia ya kazia ya, lakini kwa ufupi kabla sijakuaga kiaga huko uh, sasa usharudi Dar es Salaam vipi? mm -hmm. Uh, ratiba zako za matibabu, kwa sababu wengi walikuwa nakuhitaji kwa muda kuhakikisha mambo yao, kwa sababu endo kila kitu kwao. Ratiba zako za, za ibada za, za tiba ziko pale pale au kuna mabadiliko kidogo kwenye taratibu za tiba? Ah, mabadiliko hakuna, nasema tu nimetulia kidogo kwa sababu nimekuwa kusafiri sana eh, kwenye mataifa tofauti tofauti hicho ndo kimesababisha hasa labda na watu wengine kunikosa nchini Asa. Lakini sasa hivi nipo nchini, ni kwamba nitakuwepo japo nitakuwa vi na visafari vya hapa na hapa, katika mikoa ya yetu ya Tanzania mm -hmm. Lakini nipo kwao, simu zangu zipo open zinapatikana muda wote, lakini pia nawakaribisha baada ya stashwara akuwa rasmi na shughuli. Sio kwamba tiba zinafungwa, tiba hazifungwi, sababu tiba ni ibada yeah. Isipokuwa tu mimi na utaratibu wangu binafsi, kwa sababu tiba zinachosha, ni kazi kama kazi zingine, zinachosha ubongo, zinachosha pia na mwili. Kwa hiyo natarajia na mimi muda kama huu nipumzike na familia, kwa sababu next time nakaa kwenye bize ya shughuli ya tiba mpaka usiku. Ufurahi na mke wako, lakini unawasaidia watu, unafanya ibada kwa, lakini hata ndoa nayo ni ibada. Kwa hiyo awesome. Ibada za kila viwango. Kwa hiyo mimi yeah. Mwezi huu wote mpaka baada ya sashwari, nitakuwa, na, na, na, na, na, namalizia, na mimi likizo yangu kwa sababu likizo ya Mwenyezi Mungu kanielekea kanaonekeana, mi naweka kama likizo yangu ya shughuli. Kwa hiyo baada ya sashwari, nitakuwa nipo nafanya shughuli zangu kama kawaida, watu wote watanitafuta na wote Wajua, timu yangu nzima, nafikiri inaonekana kila wakati Yee, na watu wanaiona na kama ulivyojua kila hata kipindi kichoisha, hmm, ukiisha leo uliomwona timu yangu. Kwa hiyo timu yangu inaendelea fanya kazi muda wote. Ah, kwa hiyo maana unalokuwa, hata wewe unalokuwa haupo basi kwa hapa vijana ambao matatizo madogo watamaliza. Eh, ya ya, ya wanamaliza. Sema yeah, tu ile imani ndio watoe ile imani mpaka wepo mwenyewe mpaka wewe mwenyewe haya, hiyo yeah, sio nzuri sana kwa sababu waliopo wote na waamini <laughs> na wanafanya kwa niaba yangu, na tunafanya kwa kushirikiana, na wanafanya kwa kadiri ya maradhi ya kibinadamu yalivyo na matatizo mbalimbali. Bwana e, Kiyaga amemaliza kwa hiyo. Kwa hiyo kuna watu wako pale nyumbani wanafanya kama yeye, msijo kasema ndio mpaka wapo Kiyaga ndio kila mwenyewe nilikuwa na miti kwa miti, kitu. Lakini nafikiri, na nyewe, hamu ya kujua kile changamoto ilikupitia wiki mbili zilizopita au miezi Kuona kesi kubwa likokabili hii, nafikiri tunatamani tamani ya kutaka kujua kesi gani limkabili Kiyaga, lakini mpaka sasa hivi upo tupo naye. Najua unatamani kujua, utajua wiki ijayo. Mimi nakusisi kusubscribe kucomment na kuenina kushare ili wewe kwanza kupata habari zetu za kila siku ambazo zinashuka kupitia Kiyaga TV. Naitwa Masunda, tukutane muda mwingine.